E, matatizo ya mgongo na kadhalika, lakini pia tutakuwa na madaktari bingwa wa, wa ma, ma, magonjwa ya kina mama na uzazi. Tutakuwa na madaktari bingwa pia wa uh, upasuaji. Tutakuwa na madaktari bingwa pia wa pua koo, uh, na masikio, lakini pia tutakuwa na daktari bingwa wa afya ya kinywa na meno. Kwa hiyo ni nitoe wito na niombe kama halmashauri tumejiandaa katika kupokea madaktari bingwa hao, lakini pia tumeona kabla ujio wao ambao itakuwa ni tarehe mbili siku ya Jumatatu mwezi ujao kwa maana mwezi, ujiao, mwezi wa sita, sisi kama halmashauri ya mji wa Babati tumeandaa tumeandaa tutafanya kongamano kwa maana tutakuwa na kongamano la upimaji la upimaji kwa wa, wananchi wa Babati na viunga vyake. Tutakuwa katika uwanja wa Moteli Papa, tutakuwa pale na tutakuwa pale kuanzia saa mbili mpaka saa kumi na mbili jioni na kwenda kufanya uchunguzi wa magonjwa ya moyo, magonjwa ya presha E, matatizo ya figo, e, kisukari na kadhalika. Tutafanya uchunguzi wa magu, watu wenye matatizo ya migongo, miguu, e, tutafanya uchunguzi pia watu wenye matatizo ya uvimbe mbalimbali mbali na upasuaji, kwa maana kama una uvimbe wa tezi dume una uvimbe wa ngili na ngilimaji, e, una uvimbe, ma uvimbe wote tumboni, lakini pia tutafanya uchunguzi wa magonjwa ya uzazi na kinamama kwa wote wenye matatizo e, katika ene, maeneo haya tunawaomba wafike katika maeneo hayo, tutakuwa na uchunguzi, na uchunguzi huu utafanyika ni bure kabisa. Lakini sambamba na hayo, tutakuwa na uchunguzi pia wa watu wenye matatizo ya mfumo wa pua eh, koo na masikio, nao tutakuwa na daktari bingwa katika eneo hili. Kwa hiyo tutafanya uchunguzi huo pale, na uchunguzi wote kama nilivyosema utakuwa ni bure kabisa. Halmashauri ya mji wa Babati imegaramia wananchi wake na viunga vyake, wafike katika pale eh, Moteli Papa katika viwanja vile kuanzia saa mbili kesho tutakuwa na we, uchunguzi wa magonjwa haya ndio yasema. Lakini pia kuna watu wana matatizo ya, ya kuwa na uzito uliopitiliza. Tutafanya pia uchunguzi, we, uchunguzi wa wat, matatizo we, we, unene uliopitiliza kwa maana ya obesity na overweight. Tutakuwa na mtaalamu mzuri sana wa lishe pale atafanya uchunguzi na atatoa ushauri nini cha kufanya ili kuondokana na, na uzito uliopitiliza. Nitoa wito kwa niaba ni, ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati nitoa wito na kuwaomba wananchi wa sasa wa halmashauri ya mji wa Babati na viunga vyake, kwa maana ya Babati, Babati vijijini, Hanang, Simanjiro na kadhalika, na hata Kondoa kwa sababu tumekuwa pia tukipokea wa, e, wateja kutoka Kondoa. Wakifika pale utapata huduma zote hizi kwa pamoja. Lakini sambamba na hili, baada ya kufanya uchunguzi, kukiwa na tatizo, tutakuunganisha moja kwa moja kwa madaktari bingwa, ambao kliniki hizi zitaanza kufanyika Jumatatu tarehe mbili mwezi wa tano 2024 na 2025. Kwa hiyo fika mapema kufanyia uchunguzi tatizo lako ligundulike, utapewa namba uweze kuweza kuona haraka zaidi. Na siku ya Jumatatu, namba yako ndio itaamua kwamba wewe wa kwanza kuona au uchelewe kuona. Kwao atakao kufika mapema siku ya Jumatatu, baada ya kufanyia uchunguzi, ataonana na daktari bingwa moja kwa moja, Jumatatu tarehe mbili mwezi wa sita elfu mbili ishirini na tano. Na hii tuko katika ile program ya mama Samia. Mama Samia amesogeza amesogeza huduma kwa wananchi. Na hizi programs zimeanza sasa zinakaribia mwaka na ame chukua madaktari bingwa hawa kwa gharama zake kwa gharama za serikali amewasogeza katika halmashauri zote na halmashauri yetu hii imekuwa ni miongoni mwa faidika katika huduma hii za mama Samia. Kwa hiyo hii ni kambi ya mama Samia ambayo ataleta madaktari bingwa hawa na watafika, watatoa huduma katika halmashauri hii yetu, halmashauri ya mji wa Babati. Tuna madaktari bingwa takriban nane ambao watafika katika katika halmashauri ya kwetu, lakini niseme tu kwa madaktari wetu pia huko ambao nao wana uwezo huo watashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo tutakuwa na timu kubwa sana ya kutosha ambayo itashirikiana na madaktari bingwa hao kuhakikisha kwamba wananchi wa Babati wanapata, wananchi wa halmashauri ya mji wa Babati wanapata huduma hizi za kibingwa. Kwa hiyo nitoe wito, ni waombe, hii ni fursa. magonjwa haya pengine ungehitaji kusafiri uende KSMC uende Muhimbili uende Benjamin Mkapa, sasa hii imekuwa ni fursa, huduma inakuja moja kwa moja katika halmashauri yetu, wai tuje tukupatie huduma hii